Madumnyangula, ni mtangazaji wa Jija TV na hivi leo nikiwa na kocha wa Tanzania TV, ambapo kulikuwa na mashindano ya kuadhimisha siku ya mtoto wa kike ambao amefanyika hapa Ufundi jijini Dar es Salaam Temeke. Eh, bwana kocha, mambo vipi? Mambo poa. Ah, unazungumziaje toka, unazungumziaje toka mlivanza mashindano mpaka kufikia hatua hii? E, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, mashindano yalikuwa mazuri, mashindano yalikuwa mazuri kwa kiasi chake, ambapo timu zote zilijiandaa vizuri na mashindano yalikuwa bora na timu ilikuwa bora, imefanya vizuri. Sawa, unazungumziaje wapinzani wako ambao uliokuwa wanakutana nao katika kila mchezo? kwa kuwa timu zilijiandaa vizuri na mashindano yalikuwa mazuri, kwamba kila mpinzani wangu nilikuwa nakutana naye alikuja kwa lengo la kupata pointi tatu, sivyo? Kwa hiyo nilipata mechi nilipata mechi nzuri kwenye kila ninakutana naye ni, na hata leo siku ya fainali nimekutana na mpinzani ambaye alijipanga vizuri, isipokuwa tu bahati haikuwa kwake, kwa hivyo si tumepata matokeo. Ah, okay. Na unawazungumzaje wa waandaji wa, wa maandalizi ya mashindano haya msimu huu hey? Ni wapongeze na ni washauri pia, waendeleze e, timu zilizokuwepo, waongeze tena zaidi ya hapa, ili mradi haya ya, mashindano yawe bora bora zaidi ya yalivyokuwa sasa hivi. Bwana huyo, ni kocha wa Tanzania TPS, ambaye kwa majina anaitwa kocha nani, anaitwa naitwa na na Vantuto Kasinyo. Uh, ongea sana. Asante. Naitwa <gibu> Asmani Swamadu Mnyangula, ni mtangazaji wa Jija TV na leo nikiwa katika viunga vya hapa vya ufundi hapa jijini Dar es Salaam. Bwana, mambo vipi? Poa. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Fatuma Saidi Muhibu, mchezaji wa uh. Cha kwanza, Fatuma, nikupongeze kwa ushindi wenu wa leo na kuchukua ubingwa pia Asante. Unazungumziaje uh, mchezo wa leo? Ah, mchezo wa leo kwa kweli ulikuwa le, mgumu. Kila timu imekuja imejipanga kuja kupata matokeo, kuja kupata ushindi. Sisi tumefanikiwa kuchukua kombe, namshukuru Mungu kwa mechi ya leo nzuri sana. Unawazungumziaje wapinzani wako ambao wamekuwa wanashindana nao katika mchezo wa leo hu? Ah, nazungumzia kwa wasikate tamaa, cha kwanza, cha pili, mchezo wa mpira unahitaji Moyo sana. Hiyo kama nilikuwa nawaomba waendelee kufanya kama jinsi sisi sisi tunavyofanya, naamini tu watafanikiwa. Na, una nini cha kuambia waandalizi wa mashindano haya ya siku ya wanawake hapa Temeke na jijini Dar es Salaam? Cha kwanza tunawashukuru kwa kuandaa mashindano haya ya watoto wa kike duniani, wanatupa sapoti kubwa na sisi tunaamini tunaweza kutimiza ndoto zetu kupitia sapoti zao. Ah, nashukuru. Hongera sana. Asante sana.